Wakati wanawaza wanatakiwa wafikiri, wanawaza, no reform, no election. Jambo moja tu wale wanaonadi hiyo no reform, no election. wakati wanashiriki uchaguzi mkuu wa chama chao walikuwa wakilalamika kwamba kuna mabadiliko yanayotakiwa yafanyike na yakuwa yamefanyika ndani ya, ya chama chao kwenye katiba yao likiwemo la ukomo wa mwenyekiti na ukomo wa wabunge wao na madiwani wa viti maalum lakini walishiriki uchaguzi bila hizo reform kufanyika. Leo wanataka kujinasibisha kwamba wanajua maana ya reform wakati hata ndani mwao hawajaifanya, na wamechaguliwa na bado wamekaa kimya, wanashughulika na reform nyingine. Reform have been done, zimeshafanyika. Kinacholeta mgogoro ni kwamba ina inakupendelea au inakufaa kwa kiwango gani. Tume huru ya uchaguzi, sasa tuna tume huru ya uchaguzi Ainek. Independent National Election Committee, mawakurugenzi na, na, na, na, na, na, na, na, na watendaji kutoka kusimamia uchaguzi. Sasa hawasimamii uchaguzi. kupita bila kupingwa, sasa hakuna kupita bila kupingwa. Kura ni za ndio na hazapana kama mgombea anabaki mmoja. Uhuru wa mawakala kwenye vituo umezingatiwa. Mgombea na wakala wana uhuru wa kutosha katika vituo, sio kama. Naeleweka? Sasa yamefanyika mabadiliko hayo, lakini bado ndugu zetu na wenzetu wanatamani kuiaminisha nchi kwamba mabadiliko hayajafanyika. Niwaambieni, na nichukue nafasi hii kuwaambia Watanzania wengine waelewe kilichotokea: ndugu zetu hawajajiandaa kwa uchaguzi, hawakuwa wamejiandaa kwa uchaguzi huu. Kwa hiyo wanatafuta escaping lane, mahali pa kuegemea, ili ionekane kwamba uchaguzi huu ulikuwa una mashaka na mambo kadha wa kadhaa. Wamefanya mkutano mkuu wa uchaguzi wa chama chao, bunduki walizonyoosheana, chama kimegawanyika katikati, waliondoka na mbao, wameondoka nao, waliondoka na boriti, wameondoka nazo. Chama kipi kinaweza kuingia kwenye uchaguzi kikiwa kina mapande makubwa mawili ya kiwango kile? Unashindana na nani? Unakuja kupambana na CCM wakati mwenyewe uko dhoofu. Hali sasa wanatafuta sababu ya kutokushindana na sisi. Sisi jibu ni kwamba wangekuwa wazima sasa hivi ni vinusunusu nusu pande vipande. Tunawachapa hivyo nusu, wangekuwa wazima tunawachapa. Kwa sababu ya kiburi tulichokuwa nacho. Na kiburi chenyewe ni nini? Tuna Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunatamba naye. Tuna, tuna utekelezaji bora wa Ilani uliofanyika 2020 25 tunatamba nao. Tuna Ilani bora ya 25 kwenda 30 tunakomaa nayo. Kwa hiyo yoyote asijipe umuhimu kwamba anaweza kuzuia uchaguzi yoyote ili jambo tuende vizuri tu. Wataandika, mtu mmoja atakaa na simu zake tano na akaunti zake kumi kuandika no reform no election. Sisi tunawaambia no election no reform. Uh, si tunataka kwenda kiundava click dawa jeuri kiburi.